Daniel Ndalangavye ni afisa uchaguzi Halmashauri ya Kibondo. Yeye katika taarifa yake anasema mapendekezo hayo yamezingatia vigezo vilivyotolewa na Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania. Katika wakati wa maandalizi ya sensa watu makazi ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa Halmashauri ya Kibondo ambayo inaundwa na Jimbo la Muhambwe ina eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 1346. Eneo hili ni kubwa mno kwa mbunge mmoja kwa kuhudumia wananchi kwa ufasaha. Mapendekezo haya ya kugawa jimbo la jimbo yatasogeza kwa wananchi huduma inayotolewa na ofisi mbalimbali za umma ikiwemo ofisi ya mbunge katika kutatua changamoto zao. Awali jimbo la Muhambwe liliitwa Kibondo na mwaka elfu mbili na kumi likagawanywa likapatikana jimbo moja la Buyungu lililoko wilaya ya Kakonko na baadaye na baadaye Kibondo kuitwa Muhambwe, na sasa inapendekezwa Muhambwe ligawanywe tena ambapo baadhi ya wajumbe wa baraza la madiwani na kikao cha ushauri cha wilaya wanapendekeza majina mapya yanatakiwa kutumika baada ya majimbo hayo mawili kupatikana. Tuondoe jina la jimbo la Muhambwe, tuandike kama itakwiwe kupendeza, lisije likaleta ubaguzi. Tukisema Muhambwe tuna maana ya kuizungumza Kibondo. Hapa tuiache yache itwe jimbo la mashariki na watoto hao wakaitwa Muhambwe mashariki baada ya Kibondo mashariki, lakini vile vile mtoto wa pili akaitwa jimbo la Muhambwe magharibi. Asanteni uguwejumbe. Kwa hiyo kikao hiki cha BCC kinaafiki kwamba jimbo la Muhambwe ligawanywa kuwa majimbo mawili. Na hakukuwa na, na hoja. Wilaya ya Kibondo ina jimbo moja la uchaguzi na halmashauri moja ambapo baadhi ya washiriki wa vikao hivyo wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza adha kubwa ya wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma za kijamii kwenye ofisi za umma. Mbunge kuwafikia kwa wakati wananchi ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo, baada ya kuwa jimbo majimbo haya yatakubarika katika mapendekezo haya ambayo tumeyapitisha kupitia halmashauri ya wilaya hii ya Kibondo, katika majimbo haya mawili yatasaidia sana kupata wananchi kupata, kupata huduma kwa urahisi sana kwa sababu kwa kuna baadhi ya wananchi katika jimbo letu la Muhambwe mpaka leo hawamfahamu mbunge kutokana na jiografia ya jimbo la Muhambwe kuwa kubwa, pamoja na kuwa sheria au maelekezo yameelekeza kwamba jimbo la vijiji litakuwa liwe na watu kuanzia laki nne. Lakini huu ni muda sahihi kabisa kwamba Kibondo tuna kila sababu ya kuwa na majimbo mawili. Muhingo Mwemes, Clouds TV, Kigoma.